Ndugu na dada wapenzi, baba na mama ave, ave. Yesu Kristu anaendelea kutualika kuwa tayari kila siku na kila wakati, tuseme kutubu bila kungoja au bila kukawia sababu mwisho wa nyakati ni karibu tena, hatujui wakati, hatujui siku. Kwa hiyo ni lazima kuwa macho. Kuna mambo fulani fulani ambayo mara nyingi inatusukuma kujisahau ewayeveremwa, ao inatufunga macho mkapaka tunaweza kusahau kufikiria juu ya mwisho wetu tunasahau kufikiria juu ya maisha yetu. Katika kitabu cha Hekima, somo la kwanza ambalo tumetoka kusikia, mwandishi anatuonyesha hali ya mtu mjinga ambaye anaona maajabu, le merveille, anaona matendo makubwa makubwa na mambo yenye kufurahisha katika ulimwengu. Na sasa pahali pa kujiuliza ni nani aliye asili ya mambo hayo yote, yeye anaishia tu ku ile mambo, ku ile mazuri, anaanza kuiabudu, anaanza kuwaza kama ndiyo Mungu na anasahau kumwabudu Mungu aliye asili ya uzima wake. Tumeona mahali tunapoishi kuna watu ambao kwa kweli wanajifurahia, na sababu ya kujifurahia, anashindwa hata kuenda kanisani. Hana ile wakati ya kuenda kanisani au ya kusali, wakati yake tu ni kutoka, na anapopita anajionyesha kama yeye ni mzuri, yeye ni mrembo, na vinaishia pale. Au kuna watu ambao wanatazama mara nyingi tunatazama makuu, inatufurahisha moyo unastuka. Vivyo hivyo, moyo ungestuka zaidi unapoona jambo zuri, na unasema ecihangwa chamatatsemesha chito iwa oyowahandikacho ni mzuri kuliko yu kile kiumbe ambacho Shalom. Shalom. Mambo ni mengi ambayo labda inaweza kutuzuia tutambue mtu anapokuwa na afya ukalia tukubiri atoleka, unaweza kusahau yule aliye asili ya afya yako. Unaweza kama nguvu zako ule mpomba uite chikuba, unasahau kwamba nguvu zako zimetiliwa nawe ndani mwako na mtu mwingine, Mungu aliye kuumba. kwa hiyo inatupasa kumshukuru Mungu, inatupasa kumwabudu tunapoona matendo yake, sababu Mungu anaonekana kupitia matendo yake. Kuna wajinga abachi wale ambao mara nyingi tunasikia katika kitabu cha hekima anaosema, hakuna mungu awachiruvo vakobwawatise hale nyamuhanga, lakini yote tunayoyaona ukiona milima ukiona miti ukiona maji, ukiona watu kadiri munakaa huku tunawaona, munatuona, tunaangaliana, tunapendeza, tunafurahi, tuna tuna. Hiyo yote ni alama kwamba Mungu yuko, sababu Mungu anaonekana kupitia matendo yake, ile ambayo Mungu amekutendea katika jamaa yako katika kazi yako inakusukuma nilikua maskini, nilikua na kumutambua jana. Nilikuwa maskini, nilikuwa mimi natembea na miguu, leo mimi natembea na pikipiki, kesho natembea na gari. Jana nilikuwa ninalala chini, leo mimi nalala juu ya matela, juu ya kitanda. Nilikuwa mimi nalala juu ya hema da la fit. leo mimi nalala ndani ya likalo juu ya etage katika hayo yote natambua nani aliyechamchamu ya mambo hayo, au nabakilia pale na kusema navilihimba navilihika amen. Amen. natambua Mungu ambaye amenitosha chini. Nilikuwa natembea ndani ya miguu, leo minatembea ndani ya TX. Amen. Amen. Amen, leo minatembea ndani ya Range Rover. Mimi natembea ndani ya land crise. Eske natambua nani aliye chemchemu na asili ya utajiri wangu? Kuna mara nyingi mimi naweza kubakilia hapo, mimi namsahau Mungu, na kwa mwisho mimi naacha hata kuwadharau watu. Ndiyo maana baba na mama, ikiwa Mungu amekubariki leo umenunua gari, usipandisha peyo, shusha peyo sababu ile ulio nayo maajabu, ambayo naona makuu, le merveille ambayo Mungu amekupatia, ni Mungu peke yake. Usiabudu, usiabudu gari yako, usiabudu utajiri wako, usiabudu urembo wako. Shalome wadada, Shalom. Shalom. Mimi niko mzuri, mutasema sema yako, angalia, ya sasa inapita, yote ya dunia hii inapita, lakini Mungu anabaki tu, amen. Amen. Kuna mambo ambayo mara nyingi inaweza tufikia, tunasahau, inatufunga macho mambo ya dunia hii. Kuna utajiri, kuna furaha za dunia hii. Katika injili ya leo, Yesu Kristo anatuonesha wakati wa Noa. Watu walipua wanakula wanakunyo wanacheza kwa kweli omundu ukanahika kwa okomezi watsuke erirya ebisi-bisi se. unakula unakula unakula iwe bererwakowanganayilumi oko lulira unafurahi unafurahi unafurahi a chakula nikitamu sana tumbuhi inaacha mtu na sahanbo iwalengekanengawabirihikanumula Ndiyo maana kuko siku moja mfarisao anaalika Yesu Kristo mezani pake, na mwingine na anaacha kutazama utamu wa chakula, uzuri wa chakula, ama tukiribu ati byamatasihabetya ayi abakasyali oko byalya kwelubula babere bete Yesu Kristo alimwambia usifurahie tu chakula, lakini ushurulike kuingia katika ka ufalme wa Baba sababu mumealikwa kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni huko tutasherekea meza ya Bwana, ni meza ambayo tunasherekea saa hii katika misa takatifu ya leo. Tunaonja ile ambayo tutaikula tikuu hapa, ninasema eluhulewa tata twashewatiridali twashayisumbanga si tunaanza kujisumbanga saa hii ikabya buhanya kandi omundu niana eriyisumbanga ibwamatheana eriyisumbanga mue enuhulawukasyayisumbangawute twasya tupige ngoma tunapiga ngoma. Tunahonja tuna apa utamu wa mbinguni sababu tutafura iyunjye nahu thwasyayisunba amomwani tunasisumba tunahangya tuna kuonja. Ni utamu wa mbinguni ambao tunaonja sasa hivi, iko kusema Yesu Kristu anatupatia, anatuambia tufanye angalisho. Mungu ametuumba na ameumba vyote kuwa jema. Ameumba vyote kuwa vizuri. Tunajua siku Mungu alipo alivyomaliza kuumba ulimwengu, anasema aliumba mume na mke na akasema vyote vimekuwa vizuri sana. Anafurahi. Ni yeye aliye chemchemu ya uzima wote, ya uzuri yote, ya mambo yote ambayo tunayaona inayotufurahisha, sababu aliumba vyote kuwa vyema yeah. Ameumba mbingu na dunia, aliumba mbingu na dunia vitu vyote, ni yeye yeah. Hakuna mwingi Wakati unaenda kufurahi pamoja na wengine mnakunywa, mnapiga muziki, mnacheza na mnasahau. Usisahau, usilale usingizi. Kuna mtakatifu mmoja ambaye waliuliza wakikuambia, Yesu Kristo iko na kuja, mwisho wa dunia umekaribia, unafikia kule, utafaa nini? Utaomba nini? Utaenda wapi? Wengine wanasema nitakimbia kanisani kwa kusali. Wengine wanasema lakini, yeye alisema kama niko nacheza pamoja na rafiki zangu, Yesu atanikuta na niko nacheza. Kama niko nakula, anikute niko nakula. Kama niko kanisani kwa kusali, anikute niko kanisani kwa kusali. Kwa kusema, kila wakati, katika kila hatua ya maisha, tusifunge macho tuwe tu tayari. Sababu wakati ni wakati, Mungu anaweza akatujia. Tujue ya kwamba yote iliyo na mwisho ni fupi. Unakula, lakini ni fupi. Unakunywa, ni furaha fupi tu. Na hiyo furaha fupi ya dunia hii isituzuie kusharikia furaha ya milele katika ufalme wa Mungu. Katika injili ya leo, Yesu Kristu anaendelea kutuonesha mfano mambo fulani fulani ambayo inaweza kutusaidia ili tusilale usingizi. Tumeona tofani kuu deluge, tunaona kuangamizwa kwa Sodoma, tunaona mabomoko ya mji wa Yerusalemu. Wakati anasema wakati wa mwana wa mtu utakapofika, kama huko juu kule katika etaji usianje kusema mimi naenda leta vitu yangu kwa kuviokoa, wakati itakuwa imepita, baki kule. Ni kusema ni wakati watu wanazani kama mambo ni salama, walikuwa wanaoa na kuoana, kukula na kunywa, walikuwa wanajenga, walikuwa wanalima, watu wanawaza kama mambo ni sawa, kama mambo ni vizuri kama ni salama kukunywa na kula, watu wanaoa na kuolewa, wengine wanaishi tu kimwili. Watu wanafata mambo yao, wanajenga mpaka wengine wanasahau kufikiria juu ya kiroho, wanaishi tu kimwili. Tufanye anganisho, tusifungwe macho endambi yinee kandi ikakushisirayao mara nyingi. Yesu Kristo anasema wakati wake anakuja kama mwizi

loyuthawitha kalema namuhanga muhya kalema nababere tekathwakamamalema wasubere tho banebuthengana tuko tunaombea mambo hayo yote, lakini tusiwaze kama lio nisho. Wakati Mungu amekupa, usimusahau yule aliyekupatia, na wakati umepata, usiwaze kama wamabihika sihakire Si si wangasha libye pembeni, si wangasha kebe nyuma, wabirihika apana, mwisho ugali. Tungali katika safari, shida kubwa ni kutokutazama mbele yetu katika salama ya dunia hii, na salama ya dunia hii tunasema ni ya muda. Kutokuona mbali au kuzani kwamba maisha inafikia hapa, kusahau kufikiria juu ya kifo chetu, tulisema na wako ukibererawako wanganahola omomohulu ke wako keverelawako kanga nafo omomoulu wamaviamlwn wevelelwako kashavyamoshako ni fupi. Weverelwa maisha ya hapa yote inayopita ni fupi mafupi ya hapa duniani. Kweli ni mema tunapewa na Mungu, esi tufunge macho. Leo watu wa moja wa moja, kuna watu wa moja wa moja ambao mkitafuta

kule kesho yake na kuletea mazao ukalya omini wa kwembe na ukekula zaidi sana ukachukua kwezaa kundi mukalya eefurah i ni ya muda. Na wakati unapata mutu anakushauria tahe, mama omundu akayisubako, mama mundu akayitondeka, mama mundu akayikumakuma, usianja kusema muache niishi. Unaishi hapa duniani kwa muda, unafikiria juu ya maisha yako ya kesho. Walikula wakunywa wakapunywa wakaoa na kuolewa, lakini mama, shida ehe, kifo ni kustuka. Amen, amen. tusisahau mtu wache, tuishi sasa. Shida ni kufurahia dunia hii bila kuchunguza, na kwa mwisho unastuka, umeingia katika shida wakati umepita, sababu mambo ya dunia enekufunga macho, kwa kuonyesha kwamba sisi ni watu dhaifu kabisa, na si lazima kujigamba au kuishi kama tuko waweza vyote. Yesu anatuonyesha hapa vitu viwili ambavyo ukiangukia ndani unakosewa nguvu yoyote ya kushipigania, kuna manje na moto amayeteno mulene ukianguka tunazoea kusema lose lavi lakini, maji ni pia kifo. Ukianguka ndani ya bahari kubwa, unaweza kuogelea, unapigana na maji, lakini wakati fulani unakuta nguvu zimepumbuka. Uki unazama, ukianguka ndani ya moto hakuna cha kusema. Tuko wazaifu nihichibisa hekale komoruniatalukari kumuya ekuchi e mafika sasa, tunajibebea nini? Mambo ya dunia hii ni yapore na inapita. Tosefunge macho, kuwa tayari na kuwa makini, sababu mambo ambayo tunaona leo, ambamo tunaishi leo, isitusukume kwa kupoteza uzima wetu. Kuna watu ambao hatafikiri hata dakika moja kuwa kila wakati ukifikie ukichunguza, hata kwa mwisho unaweza kusahau, unalala usingizi mpaka wakati tafika, hauna tena wakati wa kuangalia nyuma, kusema niende kuokoa vitu vyangu. Tunazoea kusema erisube nyuma ne yamumera, ni kusema tunapashwa shughulikia uzima wetu leo maisha yetu ya kesho, tushughulikie maisha yetu ya kiroho nikusema kesho wakati inaweza kuwa imepita. Na kila mtu ana wakati wake, munaweza kuishi pamoja, lakini hamtakufa pamoja. tunikere hauma sitendisyahola kuuma ovule mundu auti ndabiye ovule mundu auti ekiro chiu ovule mundu auti muisao kuwewe Mwingine ataenda unabaki, neryamwangabya banwani muko marafiki hamutaishi pamoja, hamutakufa pamoja. Yesu Kristo anatutolea watu wawili wako katika ka kitanda kimoja, owundi niaghenda iwuwasigyara mune omwirima mo kughuma, oundi iniaghenda iwukasyasigara enyu babiri mune musokoluso mukasobulo oundi iniaghenda iwuwa sigyara. tunafikiria juu ya hayo Munawi na hanyo wanwa ni urafiki umewafunga macho. Wakaya ndo macho sando ma tunarende. Baba ni sayo. Tuende kule tunaenda. Tuende kule tunaenda. Ewa kwa momundu bila kufikiria. Fikiria na uchunguze juu ya maisha yako. Kunde ya ukapu wa moyo. Sema ni Mungu atusaidie kwa siku ya leo. Atusaidie tuweze kufikiria. Tuwe tayari kila wakati. Hata tukiwa umu

Mungu atusaidie, tunaomba Mungu atuepushe na chochote kinachokufunga macho. Zambi mara nyingi natufunga macho, furaha za dunia hizi natufunga macho. Mungu atukinge, Mungu atulinde, tuwe tayari, tuwe macho kila wakati. Iwe ndoa yako isikufunge macho. Tukumbuke siku moja Yesu Kristo aliita mtu, aliita watu karamuni, munje mkule. Wanakataa, kila mtu analeta sababu yake.

Lakini ndoa yako ikiwa imekuzuia kumufendeya Mungu na kumuona kundi wanganasungu mukali wao inalekutalola kwa Nyamuhanga, unaanja kuabudu muke wako pahali pa kuabudu Mungu, unaanja kuabudu mume wako pahali pa kuabudu Mungu. Mungu atusaidie usiwe kizuio nami nawe, tusiwe vizuio kwa wengine. Tunapoona uzuri wa dunia, urembo wa dunia, urembo wa viumbe watu kumwabudu Mungu anayeshinda urembo huo wote, sababu yeye ni ye chemchemu ya uzuri wote. Tunaomba Mungu aponye kila ugonjwa wa kiroho netu, aponye vidonda vyetu vya ndani, kwa sababu tumeumba kwa sura na kwa mfano wa Mungu, tuko wazuri, tuko warembo. Shetani anafunga hiyo urembo, anatutatiza, anatuletea mafikiri, anatufyonza natu. Lakini Mungu kwa siku ya leo anakuambia uko mzuri kwa s na hayo mapepo yote yanayotuzuia kumwona kumuona Mungu au yanayotuzuia kuona uzuri wa Mungu yaanguke chini ya msalaba wa Yesu. Bwana awe nanyi.